Habari marafiki, hebu tuzungumze kuhusu nekrosisi ya mishipa na uhusiano wa steroid leo. Nekrosisi ya mishipa ni nini? Nekrosisi ya mishipa ya damu au AVN inamaanisha sehemu ya mfupa inakufa kwa sababu ya ukosefu wa usambazaji wa damu. Hii ni ya kawaida katika hip, na hii inaweza kusababisha maumivu makali na kupoteza uhamaji wa hip. Sasa nini kinatokea wakati mtu anachukua steroids? Kiwango cha juu au matumizi ya mara kwa mara ya steroid yanaweza kuharibu mishipa midogo ya damu na seli za mfupa, ambayo inafanya uwezekano wa AVN. Imeonyeshwa kuwa nyonga ndiyo eneo la kawaida lililoathiriwa na nekrosis ya mishipa, wakati mifupa mingine inaweza kuathiriwa kama bega. Sasa pia kumekuwa na ongezeko la matukio ya hivi karibuni ya necrosis ya mishipa kwa vijana hasa wasichana wa mazoezi. Sababu ni matumizi ya anabolic steroid au lazima niseme matumizi mabaya ya steroid kwa ajili ya kupata nguvu ya misuli. Hivyo steroid si hatari bure, wanaweza kuja kwa gharama. Kama kuna matumizi ya mara kwa mara au matumizi bila uangalizi au matumizi ya dozi kubwa ya steroid basi inaweza kusababisha AVN. Bila shaka ni muhimu kuelewa AVN ni nini na jinsi steroid inavyoongeza uwezekano wa kupata AVN. Kwa hivyo tunapozungumza juu ya mfupa wa hip, kichwa cha femur ambayo ni sehemu kubwa ya au sehemu muhimu ya kiungo cha hip, inapunguza ugavi wake wa damu tunapochukua steroid katika viwango vya juu au vipimo vinavyorudiwa kwa muda mrefu. Necrosis ya mishipa pia inajulikana kama osteonecrosis. Hiyo inamaanisha kifo cha tishu za mfupa kwa sababu ya kupungua kwa usambazaji wa damu. Kwa muda mrefu, mfupa huu unaopunguza ambao hupoteza ugavi wake wa damu hupoteza nguvu yake. Hiyo inamaanisha kwamba mpira ambao ni mviringo kwa umbo, baada ya muda huanza kunyauka kwa sababu hakuna ugavi wa damu, na kwa sababu hiyo ugonjwa wa arthritis huanza, ambao husababisha maumivu na ulemavu, kupoteza uwezo wa kutembea kwa mgonjwa. Osteonecrosis hii au kifo cha seli hizi husababisha necrosis ya mishipa na osteoarthritis ya pili katika hatua zinazofuata. Kuna maandiko mengi yanayozungumzia matatizo ya mifupa hasa AVN inayohusiana na matumizi ya steroids. Wakati mwingine steroid ni muhimu pia. Katika baadhi ya hali hizi ni dawa za kuokoa maisha, lakini kila mara mtu anapotumia steroid kwa dozi kubwa kwa muda mrefu au anapokuwa anatumia steroid mfululizo, basi uwezekano wa kupata avascular necrosis unaongezeka. Ni jambo la kutisha kuona kwamba kwa vijana wanaokwenda mazoezini wengi wao wakiwa na umri wa miaka ishirini matumizi ya anabolic steroid yanasababisha AVN, na tunaona wagonjwa wengi walio chini ya umri wa miaka 35 wakija kwetu wakiwa na AVN kutokana na matumizi ya steroids. Kwa hiyo ni muhimu kuelewa kwamba matumizi ya steroids yanapaswa kuwa ya busara sana, kwa sababu yanaweza kusababisha avascular necrosis ya nyonga na kuathiri maisha yako vibaya. Kwa hiyo jitunze, tumia steroids kwa busara daima. Nenda na upate steroid iliyoagizwa tu ikiwa inapendekezwa na daktari aliyesajiliwa, kwa sababu ikiwa unatumia steroids kwa madhumuni kama vile kujenga mwili au kwa ajili ya mazoezi, basi haipendekezwi kimatibabu. Asante.